Katikati ya anga, mwanamume mmoja aliyepoteza fahamu anaanguka kwa kasi sana. Jina lake ni Royce na anazinduka kwa wakati ili kufungua parashuti lake kabla ya kuanguka kwenye msitu mzito na kugonga ardhi, jambo linalomfanya azimie tena. Sekonde chache baadaye anazinduka na kugundua, hajui alipo wala jinsi alivyofika hapo, lakini bado ana silaha zake za kijeshi na nguo zake. Wakati huo huo, mwanamume mwingine anaitwa Kuchilo ambaye ni mwanachama wa genge la dawa za kulevya la Meksiko anaanguka karibu naye na kumlenga Royce kwa silaha, lakini kabla hawajachukua hatua, mtu wa tatu anaanguka katikati yao. Parashuti ya mtu huyo haikufunguka, hivyo anakufa papo hapo. Ghafla, mtu mmoja anawashambulia kwa risasi na Royce anasogea haraka ili kukwepa na kutokea nyuma ya mshambuliaji huyo. Nikolai ni askari wa Urusi na kitu cha mwisho anachokumbuka ni kuwa vitani. Royce na Kuchilo walipata tukio kama hilo. Walikuwa katika shughuli zao za kawaida wakati mwanga mkali ulipowaangazia na kuwapoteza fahamu kisha wakajikuta angani. Wanapogeuka, wanamkuta Isabel, mdunguaji kutoka jeshi la Israeli, akiwalenga kwa silaha yake. Anaeleza kuwa amewahi kuwa kwenye misitu mingi, lakini hautambui huu na aliona watu wengi zaidi wakianguka. Wanakubaliana kuondoka pamoja kuwatafuta wengine bila kujua kuwa Hanzo, mwanachama wa Yakuza, anawatazama kwa karibu. Hanzo anajaribu kuwafuata lakini, viatu vyake vinapogusa matope, anaamua kuvivua. Kundi hilo linaingia ndani zaidi ya mwitu na kuwakuta wanaume wawili wakipigana, Stans, mfungwa aliyeidhinishwa kunyongwa na Mombasa, mwasi kutoka shirika la Afrika Kusini. Wanaume hao wanaacha kupigana wanapoona wengine na kukubaliana kubaki pamoja ili kuwa na nguvu. Kisha Stans anamtaja mtu mmoja aliyeko juu ya mti. Huyu ni Daktari Edwin ambaye parashuti yake ilinaswa kwenye tawi. Royce anamwokoa kwa kupiga tawi na kuwafanya waanguke kwenye ziwa. Kisha Edwin anahadithia hadithi ile ile ya kutojua walipo wala kinachoendelea. Wanapoendelea na safari, Isabel analazimika kupuuza maneno machafu na ya kero kutoka kwa Stans. Baadaye wanamkuta Hanzo kwenye matope akiwa ameganda kwa sababu amepata nguzo ya ajabu yenye mifupa mingi chini yake. Mombasa anasema kuwa lazima kuna mwindaji anayechukua zawadi za ushindi na katika utamaduni wake, shujaa mwenye zawadi bora zaidi huheshimiwa sana. Nikolai anadhani huu ni aina fulani ya mtihani, lakini Isabel hakubali kwa sababu si wote ni wanajeshi. Kuchilo anadhani ni utekaji kwa ajili ya fidia. Stans anasema ni jaribio la kisayansi na kisha wanaanza kujiuliza kama wamekufa na hapa ni jehanamu. Royce anawanyamazisha na kusema sababu haijalishi, wanachohitaji ni kutafuta njia ya kutoroka. Kundi linamfuata Royce, na wanapovuka mwitu, Nikolai anataka kugusa ua zuri. Hata hivyo, Edwin anamzuia akieleza kuwa ni la sumu na linaweza kusababisha kupooleza kabisa. Nikolai anamshukuru Edwin na kuahidi kumlinda Edwin hapo baadaye. Baada ya kutembea zaidi, Isabel anamwomba Royce apunguze kasi na kumwonyesha kitu. Anatengeneza dira ya muda na kuiweka kwenye maji, lakini inazunguka bila kusimama. Royce naye anabainisha kuwa jua halijasogea tangu walipofika, hivyo itakuwa vigumu kutembea. Pia anamwambia Isabel kuwa kwa asili wote ni wapiganaji hatari pamoja na daktari mmoja. Nadharia yake ni kuwa walichaguliwa kwa makini. Isabel anakisia kuwa Royce alikuwa askari kabla ya kuwa mamluki, lakini Royce anakataa kusema zaidi. Baada ya kutembea zaidi, kundi linakutana na tundu au cage na kuondoa kitambaa kilichokifunika, lakini wanakikuta liko wazi. Inaonekana tundu hilo liliangushwa kama wao, na madoa ya damu yanaonyesha kulikuwa na kiumbe ndani yake. Kisha wanatazama juu na kugundua matundu mengi yaliyoanguka yakiwa yamenaswa kwenye miti, ikimaanisha watakuwa na wenzi wengi. Kisha wanaendelea na safari, na ghafla Mombasa anajikwama kwenye tawi na kuamsha mtego bila kukusudia. Muda si mrefu, vitu vingi vinaanza kujaribu kuwaua. Gogo lake lina yumba yumba, vipengi vya mbao vinavyoanguka, na hata mtego mkubwa wa dube, lakini wote wanaviepuka. Isabel anakimbia na kuanguka kwenye shimo, akifanikiwa kupona kwa kushikilia ukingo. Royce anamkimbilia na kumwokoa kabla ya kuanguka, kisha Isabel anatumia durubini ya silaha yake kumtafuta aliyeweka mitego hiyo, lakini anagundua ameshakufa. Edwin anasema mtu huyo amekufa kwa wiki mbili kutokana na hali ya mwili wake na Nikolai anakagua mifuko na kugundua alikuwa askari wa kikosi maalum cha Marekani. Royce unatambua kuwa mitego hiyo haikuwa kwa ajili yao bali kwa ajili ya chochote kilichomuua mtu huyo ambayo anaamini ni kibwa kuliko wao. Wanapoanza kusogea tena, Mombasa anahisi kuna kitu kwenye miti lakini anaamua kukipuuza. Hata hivyo, hakosei kuna mtu anawatazama kwa kutumia teknolojia ya infrared na kurudia kila kitu wanachosema. Muda si mrefu wanafanikiwa kufika ukingoni mwa mwitu na kutazama anga. Kahapo wanapata mshtuko mkubwa, sayari na nyota za ajabu zinaonyesha kuwa hawako duniani. Royce anaamua lazima wampate mtu huyo aliyewaweka hapo ili wamwombe warudishe kwao. Kundi linarudi tena mwituni na ghafla, kifaa kinachoruka drone kinapita karibu na vichwa vyao. Stans analalamika kuhusu kukosekana kwa bunduki na kumtishia Mombasa, lakini kabla hawajaanza mapigano, wanasikia mungurumo ukitoka msituni. Wakati huo, mnyama wa kutisha anaonekana akikimbia kuelekea kwao, na kundi linaanza kufyatua risasi mara moja. Mnyama huyo anauawa haraka, lakini wengine wengi wa aina yake wanakuja. Kwa sababu hawana bunduki, Edwin na Stans wanaanza kukimbia. Mnyama mmoja anamfuata Edwin anapojikwaa lakini Isabel anamuua kwa shabaha nzuri, wakati Nikolai na Hanzo wakipiga mnyama mwingine. Royce anamuua mmoja kwa kutumia kisu chake tu. Stans anarukiwa na mnyama pia, lakini Mombasa anafika na kumuua kiumbe huyo kwa risasi chache. Edwin anapanda mti wakati Isabel akizongwa na mnyama, lakini wakati huo mluzi unasikika na wanyama wote wanakimbia ghafla. Baadaye kundi linagumbua kuwa wanawindwa. Viumbe wale walikuwa mbwa wa kuindia walioletwa kupima adui. Sayari hii ni uwanja mkubwa wa uwindaji na wahanga wote hutumiwa kama windo. Ghafla, Mombasa anagundua Kuchilo amepotea na wanasikia sauti yake akiomba ya msaada. Kundi linamkuta Kuchilo akiwa na majeraha mabaya, lakini Royce anazuia Isabel kumsaidia akisema ni mtego. Wanaume hao wanaondoka na kumwacha, na Isabel anapiga risasi ili kumaliza maumivu ya Kuchilo lakini bado anasikia sauti yake. Inabainika kuwa Kuchilo alikuwa amekufa na sauti ile ilikuwa rekodi iliyotumiwa na mwindaji. Royce anadhani wanapaswa kufuata nyayo za mbwa na kumfikia mwindaji kwanza. Muda mfupi baadaye, wanapata kambi iliyojaa miili ya viumbe wa ajabu waliotungikwa. Nyuma ya kambi, wanastuka kumkuta kiumbe mkubwa na mbaya, Predator, aliyefungwa. Nikolai anapoichokonoa kiumbe hicho kinaunguruma kwa sababu bado kiko hai. Ghafla mikuki inatokea na kumuua Mombasa na kundi linaanza kufyatua risasi. Hapo inabainika kuwa mwindaji huyo pia ni Predator anayetumia kifaa cha kujificha. Kundi linaanza kukimbia huku Predator akiwapiga kwa miale ya leza. Wanapotoroka, kundi linaanguka kwenye mto kutoka kwenye jabali. Wanapofika kwenye pango, Isabel anampiga Royce kwa kuwatumia kama chambo. Isabel anakiri kuwa viumbe kama hao walionekana mwaka 1987 huko Guatemala. Royce anataka kuweka ulinzi na wanabadilisha mpango kwa kumtumia Edwin kama chambo. Isabel anapiga windo linalokuja lakini wanagundua si predator bali ni windo lingine kutoka kwenye matundo. Ghafla mtu mmoja anaonekana nyuma ya Royce akitumia kifaa cha kujificha. Mtu huyo ni Noland, binadamu aliyenusuruka hapa kwa misimu kumi. Anawapeleka kwenye maficho yake ndani ya meli ya zamani. Noland amekuwa akiishi kwa kuiba vitu kutoka kwa predators na sasa anaongea na rafiki wa kufikirika. Anaeleza kuwa predators wakubwa na wadogo hawaelewani na kila msimu wanakuja na mbinu mpya. Royce anataka kutumia meli ya predators lakini Noland anajaribu kuwaua kwa moshi ili aibe vitu vyao. Royce analipua bomu kuvutia predator aliye karibu. Mpango unafanya kazi na predator anamlipua Noland kwa leza. Kundi linafanikiwa kutoroka kupitia korido za giza lakini Edwin anajitenga na kundi. Edwin anaomba msaada lakini kundi linaamua kumwacha. Nikolai anakuja kumsaidia Edwin na kupambana na yule Predator. Predator anamchoma Nikolai, lakini Nikolai analipua kifaa cha mlipuko na kuwaua wote wawili. Nje ya meli, Stans anasherehekea lakini anavamiwa na Predator mwingine. Ili kuokoa kundi, Stans anaanza kumchoma Predator huyo ambaye anamkasirikia na kumng'oa uti mgongo. Hanzo anabaki nyuma ili wape wengine muda na kuanza mapigano ya panga na Predator. Katika pambano hilo, Hanzo na huyo Predator wanashambuliana na kufa pamoja. Wakati huo huo, Edwin anakanyaga mtego na Royce anataka kumwacha. Isabel anakataa kumwacha, hivyo Royce anaondoka peke yake. Royce anarudi kambini na kumwachia yule Predator aliyefungwa ili amsaidie kuondoka. Predator huyo anafungua ramani ya dunia na kuita meli yake. Wakati huo huo, Isabel na Edwin wananasa kwenye wavu na Predator watatu anawaburuta kurudi kambini. Predators wawili wanaanza kupigana na yule Predator aliyekuwa akiwafuatilia, anamshinda mmiliki wa meli na kumkata kichwa. Predator huyo anailipua ile meli kabla haijaondoka. Hugo Shimoni, Edwin anamstukiza Isabel na kumshambulia kisunyi chenye sumu. Edwin anasema yeye ni muuaji na anataka kubaki kwenye sayari hii. Royce anatokea na kumshika shingo huku akimuumiza kwa sumu yake mwenyewe. Kisha anamtega Edwin kwa mabomu na Predator anapokuja kumgusa, Analipuka na kufa. Royce anatumia moshi kuvuruga uwezo wa Predator wa kuona joto. Pambano kali linafuata na Isabel anatumia nguvu zake za mwisho kumsaidia Royce. Royce anamalizia kwa kumkata kichwa yule Predator kwa shaka. Hatimaye Royce na Isabel wanatazama matundu mapya yakianguka kutoka angani na kutambua kuwa lazima watafute njia ya kuondoka.